Umoja wa Afrika washutumu uchaguzi wa Tanzania. Umoja huo umetoa ripoti kali kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025, ukisema kuwa mchakato huo umeshindwa kuheshimu misingi ya kidemokrasia, uwazi na haki. Katika ripoti yake ya awali, tume ya uangalizi wa uchaguzi ya AU ilibainisha kuwepo kwa kiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi na kusema kuwa uchaguzi huo ulikwenda kinyume na kanuni za msingi za kidemokrasia na hivyo kutilia shaka uhalali wa wake. Kwa mujibu wa AU, mchakato wa uchaguzi ulikuwa na kasoro kubwa tangu mwanzo. Vyama vikuu vya upinzani vilinyimwa haki za kushiriki, huku vyombo vya habari na asasi za kiraia vikikabiliwa na vitisho, vikwazo na udhibiti wa taarifa. Ripoti hiyo pia ilieleza kuhusu uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama katika vituo vya kupiga kura. Hali ilisababisha hofu miongoni mwa wapiga kura na kupunguza ushiriki wao katika maeneo kadhaa. Waangalizi wa EU waliripoti matukio ya unyanyasaji, upotoshaji wa taarifa za uchaguzi na vikwazo kwa uangalizi huru. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali hizi ziliwazuia wananchi wa Tanzania kutekeleza haki yao ya kimsingi kupitia sanduku la kura. Haya yanajiri baada ya Najiri, ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kutoa ripoti inayofanana na AU ikisema kuwa uchaguzi huo haukufuata misingi ya kidemokrasia ya Jumuiya ya SADC na ikishauri serikali kufanya marekebisho ya haraka kuimarisha uhalali wa uchaguzi ujao.